Alitoa maamuzi maamuzi na yale maamuzi ndio yale, mimi naasubiria ayafanye yeye, ayafanye yeye, kwa maamuzi ya kusema atanipoteza mimi, nasubiri kupotezwa, lakini <laughs> nacheka, namhurumia na, na, na sana, kwa majibu nilomjibu. Nilimwambia hivi anijui, na nikamuuliza huko Tabora auko Dar es Salaam kwa sababu angeniambia anginembeko Tabora moja kwa moja nilikuwa ni mtafute kwa sababu ukinitishia mimi kunipoteza. Na, na kushangaa kwa sababu tumefikia kwenye hatua ya watu kama hawa, ndio wanaharibu soka la Tanzania. Tukiona watu wajinga wajinga kama hawa, ndio wanatupotoshia kwenye mpira. Hizi timu ni kubwa, hizi timu zina majina lakini anatokea mjinga mjinga mmoja kama yule anatoa maamuzi ya, ya klabu kama Yanga, anafikia hatua kwa kutoa maamuzi yeye kama kimezungumzwa kwenye kikao cha Yanga, anatoka hadharani na kumtishia mtu uhai wake na kumwambia kwamba ataipoteza familia yake. Hicho ndio kichonikera, na hicho nimekichukulia nafasi kubwa sana na pana, na nilimwambia na ana salamu amepewa mpaka na, na mtoto wangu amezitoa wa na wadogo zangu, tuone hiyo Jumatano ya kesho kutwa kupotea kwangu.